Basi natuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, inakusifu na tunakusifu wote kwa kutuamsha asubuhi ya leo, ukitupatia afya njema mpaka muda huu asante. Tunamuomba Roho Mtakatifu ay pamoja nasi, kila mmoja wetu ili tunapojifunza maandiko yako asubuhi ya leo, yakapate kueleweka kwa jina la Yesu Kristo, Amen. Somo letu ni mashariki, na leo tunakwenda sehemu ya tatu. Kabla tujaenda sehemu ya tatu, ninaomba niwapitishe kidogo tulikotoka. Mwanzo mbili sura ya nane ilionesha kwamba Mungu alipanda bustani upande wa mashariki, mbele ya Edeni ndiko Mungu alikopanda bustani na akamuweka mwanadamu hapo, na tukajifunza neno mashariki halielezei uelekeo peke yake wa dira nne za dunia, isipokuwa neno mashariki lina maana pana zaidi ya kimafundisho. Ukikaa upande wa mashariki kimafundisho maana yake umekaa upande ambapo ndiko Mungu yupo, umekaa upande ambapo ndiko kuna mafanikio, umekaa upande ambapo ndiko kuna njozi, umekaa upande ambako ndiko kuna mibaraka, umekaa upande ambako ndipo Mungu amelenga uwepo. Na nikaeleza kwamba Mungu anatuwazia mema kila mmoja wetu lakini tukasoma pia Mwanzo sura ya tatu mstari wa ishirini na nne. Mwanadamu alipowasi, mwanadamu alipoanguka dhambini, Mungu alimfukuza atoke kwenye uwepo wa Mungu lakini aende akae kwenye uelekeo wa Mungu. Hii nilizungumza jana kwamba mwanadamu alipowasi alitolewa kwenye uwepo wa Mungu samani naam. Mwanadamu alipowasi alitolewa kwenye uwepo wa Mungu. Hata hivyo, dhambi inatutenga na Mungu, dhambi inatufanya tuwe nje ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu alipowasi akawa amejiondoa ame kwenye uwepo wa Mungu kwenye eneo ambapo Mungu alimpendekeza mwanadamu aishi, na mwanadamu akawa amejifukuza. Mimi huwa sisemi kwamba Mungu alimfukuza. Ukitenda dhambi, wewe umejifukuza mbele za uwepo wa Mungu. Ukitenda dhambi, umejifukuza. Kwa hiyo huyu mwanadamu aliyejiondoa mbele za uwepo wa Mungu, Mungu akampeleka akamuweka kwenye uelekeo na Mungu. Ndiyo maana unasikia Mwanzo tatu ishirini na nne inasema alifukuzwa akatolewa bustanini, ila akaenda akawekwa mashariki, mbele ya Edeni. Kwa hiyo mwanadamu huyu aliye asi aliyeanguka dhambini Licha ya kufukuzwa mbele za Mungu, licha ya kuondolewa katika uwepo wa Mungu, anawekwa kwenye upande ambao anaweza akaendelea aka, akaendelea uh, kuelekea kwa Mungu na hii ni neema. Nasemaje mchungaji? Ukisoma hiyo mwanzo Mwanzo sura ya tatu, Mwanzo sura ya tatu, wakati mungu ame amemwambia mwanadamu kwamba aondoke mbele za mbele zake, aende anamuweka mashariki, lakini ni mbali na lango la kuingilia kwenye bustani, ila ni upande ule ule wa mashariki. Mpendwa, hapo ulipo, Mungu kuendelea kukupatia uhai wakati unatenda dhambi, unaweza ukajiuliza ni kwa nini waovu wanaendelea kuishi? ni kwa nini watu ambao ni waovu wanaendelea kupumua wanaendelea kuishi? Waovu wanaendelea kuishi kwa sababu Mungu ameruhusu waishi, ili waweze kupata fursa angalau ya kuishi, ili kitokea siku wamejirudi waweze kurudi mbele za Mungu. Wakati Kaini amefanya dhambi, sura ya nne ya Mwanzo. Kaini alipofanya dhambi, Mungu alimuwekea alama. Kwa nini Mungu akumuua? Kaini aliyefanya dhambi Mungu akumuua? Kwa sababu Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa neema. Kaini kuwekewa alama ili asija akauawa na mtu yoyote ilikuwa ni neema ya Mungu kwa Kaini kwamba asiuawe na mtu yeyote ila aendelee kuishi. Kuzuiwa kufa ilikuwa ni neema ya Mungu kwa Kaini. Kuzuiwa kufa ilikuwa ni neema ya Mungu kwa Kaini, kwamba huenda huyu jamaa akizuiliwa kifo anaweza akapata fursa akaungama dhambi zake, akarejea. Kwa hiyo, waovu hawafi, waovu wanaendelea kufanikiwa, ni neema ya Mungu kwao ili katika mafanikio hayo katika maisha hayo katika kuendelea kuishi na kufanikiwa, siku moja wapate nafasi ya kurejea. Unajua mawazo ya Mungu ni tofauti na ya kwako. Wakati wewe unawaza mdhambi apigwe mawe afe, wakati unawaza aliyeiba kuku achomwe wa moto, wakati wewe unawaza aliyekamatwa anazini auawe wakati unawaza amwizi aondolewe macho, afe, apigwe moto, apigwe mawe, apigwe kwa, kwa fimbo zile kwa, kwa fimbo nzito nzito, avunjwe miguu, avunjwe mikono. Mungu anatamani mdhambi aendelee kuishi ili neema kwa neema hiyo, mdhambi huyu anaweza akapata ka nafasi akaungama, akatubu, akarejea na hiyo roho ninaomba iwe kwako pia, roho ya Mungu iwe kwako. Waweke wadhambi upande sahihi, ili wakipata nafasi warejee katika uwepo wa Mungu. Ngoja nikuambie, mpendwa, hata wewe ambaye uko kanisani leo unaimba kwaya, kuimba kwaya ni kuwekwa upande sahihi, ili siku moja uweze kurejea. Sikiza vizuri, wewe ambaye uko kanisani leo, kuja kwenye ibada hata kuja kwenye semezana na mungu kila siku ni upande sahihi. Mungu amekuweka wa Mashariki, mbele ya Edeni, ili siku ukipata ujumbe ukiomu ndani huo ujumbe ukusaidie kurejea. Sikiza vizuri mm -hmm. Mungu amekuweka, amekupendelea, amekupatia afya, amekupatia pesa, ameendelea kukufanya kuwa mshiriki wa kanisa, ili ukiendelea kuja kanisani, maombi Jumatano, kufungua sabato, ibada ya sabato. Hata wewe ambaye si mwadventista, pengine unasali Jumapili kwenye kanisa lako unalolipenda, Mungu ameendelea kukuweka pale, ili siku moja katika maneno yote utakayoyasikia pale kanisani kwako, kwenye ibada, usikie kaneno kakukufanya urejee, urejee moja niwaambie, mpendwa, Mungu amekuweka upande sahihi. Mungu amekuweka eneo sahihi, ili hilo eneo ukiwa pale uweze kupata access ya kumwelekea Mungu kwa urahisi. Kwa urahisi. Kwa hiyo kumfikia Mungu tena kwa urahisi ni mpaka uwe upande sahihi na huo upande sahihi anayekuweka ni Mungu, na upande sahihi namba moja ni kupewa afya katika maisha yako. Sasa naomba tufungue kidogo, Mwanzo nne kumi na sita mstari Mwanzo nne kumi na sita inasema, Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Amina. Ukisikia ko kaneno mbele ya Edeni unatakiwa kusema amina. Kwa nini? Kwa sababu tulijifunza neno mbele, maana yake ni mashariki. Kwa hiyo neno mashariki, maana yake ni mbele. Kwa hiyo Kaini licha ya kwamba alitenda dhambi, Kaini licha ya kwamba alimuua ndugu yake, Kaini licha ya kwamba alifanya uovu, Kaini licha ya kwamba alimjibu Mungu kwa kiburi kiburi kwamba mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kaini licha ya kwamba anakuwa na matatizo hayo ya kitabia, lakini alipotoka mbele za uso wa Bwana, sikiliza vizuri mpendwa, Kaini anapotoka mbele za uso wa Bwana, anapotoka katika uwepo wa Mungu, anapotoka katika mibaraka ya Mungu, anapotoka katika mafunuo ya Mungu, anapotoka katika mng'ao wa Mungu, anapoachana na Mungu. Kaini ameachana na Mungu, ametoka mbele za Mungu. Sikiliza, Kaini akakaa katika nchi ya Nobu. Natamani ungeuliza nini maana ya Nobu. Nobu maana yake ni kutangatanga, kutangatanga. Ukimwacha Mungu unakuwa mtangatangaji. Ukimuacha Mungu unakuwa mzururaji. Ukimuacha Mungu unakuwa mtu asiye na mipango. Ukimuacha Mungu kila kitu kwako ni halali. Nisize vizuri, ukimuacha na watu wote wanaokula vitu vyote, wanaokunywa vitu vyote, wanaojipaka kwenye miili yao vitu vyote, wanaovaa kila aina ya nguo. Wewe ni mwanamke, unavaa suruali, unavaa sketi, unavaa kimini, unavaa dera, unatangatanga unatangatanga unatangatanga, yaani hujui nguo yako ni ipi? Leo umevaa kikimini, kesho umevaa dera, kesho kutwa umefunga kanga, kesho kutwa tena umevaa suruali kesho tena umevaa jinzi. Mwanamke huyo, unatangatanga. Na kuna wanaume wengine nao wanatangatanga. Leo umenyoa panki, kesho umenyoa freshi ya unga, kesho kutwa umeziacha zimekuwa umezichana, kesho tena umenyoa kama Ronaldo. Unatangatanga, ujui unatakiwa kunyoaje? Unatangatanga mwanamke, unatangatanga. Leo umepaka rangi kucha, kesho umebandika rangi, umetoa, umeona zifai, kesho umebandika kesho kutwa unaziparua, unatangatanga, unatangatanga una, una, we binti unatangatanga. Leo umelala na Juma, kesho kutwa unaenda kwa Adamu, kesho yani unatangatanga. Uelewi we unafanya nini eh? unafanya nini? Leo uko hapa, kesho uko pale, uko nchi ya nobu uko nchi ya kutangatanga, nchi ya kwenda huku na huku, nchi ya Nodi, mahali pa maangaiko, mahali pa kutangatanga, mahali pasipo na mwelekeo. Ukishatoka mbele za uwepo wa Bwana ndugu yangu unaenda kwenye eneo la kutangatanga. Ukishatoka mbele za uwepo wa Bwana ndugu yangu, unaenda kukaa mahali pa kutangatanga, kuzurura zurura, kwenda huku na kule, kuangaika angaika, kuangaisha watu, unaangaisha watu, eh, watu mara utaenda maabusu, unaangaisha wa ma, maskari magereza. Leo uko stendi unaangaisha wasafiri, yani wewe ni kutangatanga, hata kwenye biashara ukiona

Anafanya biashara za aina nyingi, leo anauza mbao, aelewi, aelewi kama mbao zinampa hela. Kesho kutwa anaenda, utamkuta kwenye madini, alafu kesho kutwa utamkuta ni mwinjilisti wa vitabu. Aki, aki, aki, ana tanga tanga. Anatoka kwenye unjilisti wa vitabu. Utamkuta ni mlei, mwinjilisti mlei. Akitoka hapo, mara utamsikia anaomba kuwa mchungaji. Akitoka kule, anarudi tena kuanza kuuza mbuzi. Analangua mbuzi, anauza. Huku ni mchungaji huku anauza mbuzi. Huku ni mchungaji huku ana kibanda mpesa huku ni mchungaji huku nasikia, anatangatanga, haelewi anafanya nini. Nchi hiyo ya kutangatanga, wapendwa, natoa wito, tokeni kwenye nchi ya kutangatanga. Lakini anachokifanya Mungu, mstari umesema hata kama Kaini alienda Nodi, hiyo Nodi ilikuwa mbele ya Edeni, hiyo Nodi ilikuwa upande wa mashariki. Mungu ameendelea kukupatia uhai licha ya kwamba unazurura unatangatanga, dhambi imekutangatangisha, dhambi imekusumbuasumbua, lakini bado Mungu amekuweka mbele ya Edeni, amekuweka mashariki, amekupatia uhai mashariki, anakupatia chakula, hiyo ni mashariki. Ukifanya biashara unapata hela, hiyo ni mashariki, japo uelewi ni biashara gani utaifanya, unatangatanga kwenye biashara, lakini unapata faida hiyo ni mashariki. Uko Nodi, ila Mungu baada amekuweka mashariki, amekupatia nafasi ya kuungama na kutubu. Unaongea ongea maneno ya ovyo ovyo, lakini unasikia na neno la Mungu. Mungu amekuweka kwenye sehemu ya Nodi, unaabudu sanamu, lakini bado Mungu amekuweka sehemu ya mashariki, ili uweze kupata nafasi ya kurudi kwenye uwepo wa Mungu tena. Semeni amina. Kwa hiyo na kutia moyo mpendwa, wasemezana na Mungu asubuhi ya leo kwamba licha ya kwamba haueleweki, licha ya kwamba hauna mwelekeo, licha ya kwamba unasumbuka, licha ya kwamba una dhambi lukuki, licha ya kwamba ulishamwasi Mungu, wewe uko eneo la mashariki bado bado Mungu amekuweka uelekeo sawa, bado Mungu amekuweka eneo sawa, bado Mungu anatamani anatamani kiroho urudi urudi. Na asubuhi ya leo nakupatia wito, rudi katika uwepo wa Mungu, acha kutangatanga. Mungu bado anaendelea kukupatia uhai na afya njema, anakupa mshahara, anakupa posho, anakupa maji ya kunywa anakupatia afya, ukiugua unapona, ukisafiri unasikia wengine wamepata ajali, wewe umerudi salama. Hiyo ni mbele ya Edeni, hapo ni mashariki. Urejee uokolewe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, uishie milele asante kwa sababu unatupenda, hata kama tuko kwenye nchi ya Nodi, mahali pa kutangatanga, bado Yesu unatamani turejee. Basi tunakushukuru kwa asubuhi ya leo tunaomba uturejeze, utupokee, turejee kwenye uwepo wako, kwa jina la Yesu amen.